Mtazamaji wa TVE, ni matumaini yangu ni mzima wa afya. Karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri, yali na tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mkuu wa wilaya Mufindi ya Mufindi aongoza mamia ya waombolezaji kuaga miili sita ya waliofariki dunia kwenye ajali iliyotokea April 19 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kumwakilisha Rais Daktari Samia katika kikao kazi cha 15 cha maafisa utamaduni nchini. Na katika habari za kimataifa viongozi mbalimbali mbali duniani waendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Papa Francis. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie na taarifa inayoeleza kuwa mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr Linda Salekwa ameongoza mamia ya waombolezaji na wananchi wa wilaya hiyo kuaga miili sita ya marehemu waliofariki kwenye ajali iliyotokea tarehe 19 mwezi wa 4 2025 na kusababisha vifo vya watu 8. Zoezi lililofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Upendo mjini Mafinga. Shalom Robert kutoka Iringa ameandaa taarifa zaidi. Vilio na simanzi vimetawala, na kwa kuwa huku kwili ya ukawa na ndugu kumejaa, tuomba ukimya. Mithili ya gwaride la jeshi likisubiri kiongozi mkuu kuapishwa, ndio hali iliyoigubika Mafinga. Si wakubwa wala si wadogo, machozi yaliyokauka ndani ya mioyo, kila mmoja na dua yake. Marehemu wamekwenda neno la faraja kutoka kwa Dkt Linda Salekwa, mkuu wa wilaya Mufindi. Ni waombe jamani, tunapoenda kutafuta tutafute, tukiangalia usalama wetu, kwa sababu leo kifo kinaweza kukakukuta popote. Tumesikia hapa amesema shehe kwamba maadamu ni amri ya Mungu kwamba wote tutarejea, uwe na uhakika tutarejea. Utarejeaje ni swala lako na Mwenyezi Mungu lakini ninawaomba tusi tuhakikishe kwamba tunakaa usalama wetu mbele, tunapokuwa tunaenda kutafuta. Na bahati nzuri tupo na maaskari wetu hapa wa usalama barabarani. Mimi niendelee kuwasisitiza kwenye haya magari yanayojaza watu, tuendelee kuwa wakali, wala tusiogope. Maana wengi wanakuwa wakali kabla kitu hakijatukuta huwa tunakuwa wakali sana, ndugu zangu lakini ni waombe maaskari wa barabarani tuendelee kuwa wakali katika hili tusifumbie macho. Waliokufa ni watu nane. Mbele yetu tuna miili sita, wenzetu wawili wengine wamekwenda, wamesafirishwa kutokana na tofauti zetu mbalimbali za kifamilia, za kidini na kiimani. Wengine wameweza kwamba wameomba wasafirishe kwa kuwapeleka maeneo mbalimbali kwa hiyo ndugu zangu ajali hii imegharimu maisha ya watu nane. Msiba huu umebeba funzo kubwa, hasa kwa waliosalia. Mbunge wa jimbo hili ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria kuaga miili hii kwa majonzi, na wanasema kwangu mimi, watu hao wanahitaji msaada wa mambo mawili, mheshimiwa mkuu na viongozi, kwanza mtaji wa msaada wa maombi na faraja, kama nilivyosema kwa wafiwa na wale wa majeruhi wetu lakini pia msaada wa sapoti kama jamii. Watu wao wanatoka kwenye familia hizi hizi za kikwetu, familia ambazo ni za kawaida kwao. Tunashukulu kwa hizo lambilambi na, na mimi kwa ofisi yangu kutokana na hali ilivyokuwa siku ile, pamoja na kuwa tatoa taarifa, tuliona kila msiba walau tupeleke mchele kilo 50 na shilingi laki mbili ziweze kusaidia wakati huo wa msiba. Lakini kwa kuwa familia hizi kama nilivyosema ni zenye uhitaji na bado watakuwa na uhitaji, mimi ofisi yangu ya mbunge nitamkabidhi mwenyekiti wa serikali ya mtaa kama tulivyofanya juzi shilingi laki tatu tatu kwa kila familia kwa ajili ya baada ya msiba, wanavyokaa wanavyojipanga. Wan, niseme hivi kitu kimoja pamoja na kwamba tuweze kufanya kwamba tulaumu jambo la Mungu hili la kimungu niwasihi tu wananchi wale wanapokwenda kutafutia kipato basi waangalie usafiri wa kuutumia, kwa sababu usafiri ule haukuwa sahihi kwa kubeba abiria wote wale. Kwa ukubwa msiba huu serikali imeugharamia ambapo mili mingine imesafirishwa kwenda maeneo yaliyoandaliwa kwa ajili ya maziko. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao kazi cha 15 cha maafisa wa utamaduni kutoka mikoa na wilaya zote nchini kwa ajili ya kujadili mikakati na sera zitakazoibua na kukuza fursa zilizopo katika sekta ya utamaduni. Taarifa zaidi na Gudluck Msolla. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gelson Msigu amesema katika kikao hicho makatibu tawala wa mikoa wakurugenzi wa majiji na almashauri sanjari na maafisa wa utamaduni watahudhuria ili kujadili kwa kina sekta ya utamaduni kwa siku tatu mfululizo. Shabaha ya kikao kazi hiki ni kujadili, kuibua, kuimarisha na kuendeleza fursa za kimkakati zilizopo katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo. Shabaha hii inatimia kwa kuendeleza ushirikiano baina ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, yani TAMISEMI, pamoja na mamlaka zilizoko chini yao katika utekelezaji wa majukumu. Washiriki wa kikao hiki cha mwaka huu ni pamoja na makatibu tawala wa mikoa, manake huo ndio upekee wa kikao cha mwaka huu. Tutakuwa na makatibu tawala wa mikoa, tutakuwa na wakurugenzi watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa, yani wakurugenzi wa majiji, wakurugenzi wa manispaa, wakurugenzi wa miji na wakurugenzi wa halmashauri za wilaya watakuwepo kwenye kikao kazi chetu hiki. Lakini pia tutakuwa na maafisa utamaduni wote wa nchi nzima, tutakuwa na maafisa maendeleo ya michezo na watendaji wote kutoka sekta ambazo zinasimamia masuala ya utamaduni na michezo, sekta pamoja na taasisi zake. Aidha, msigu amesema baada ya siku tatu za kikao hicho ugeni huo utatembelea maeneo yote ya utamaduni na michezo ikiwemo miundo mbinu ya viwanja na makumbusho ya Taifa, huku kikao hicho kikitarajia kuhitimishwa kwa ushiriki wa viongozi yao katika tamasha la muziki la Samia Serengeti Festival litakalofanyika tarehe 26 ya mwezi huu katika uwanja wa Tanganyika Pekaz. Kikao kazi chenyewe kitakuwa na mambo kadhaa, na kwa ruhusa yenu naomba niyataje yatakayofanyika kwenye kikao kazi hiki. Kwanza, tutakuwa na semina elekezi ya matumizi ya fursa za kiuchumi kwa jamii zitakazotokana na kuwapo kwa mashindano ya Chan na Afcon. Wote mnafahamu mwezi wa nane mwaka huu tutakuwa na mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani, yanaitwa Chan, inaitwa Chan 2024, lakini kwa sababu haikufanyika mwaka jana 2024, itafanyika mwaka huu 2025, mwezi wa nane. Lakini pili Afcon 2027. Kwa kuwa wadau hawa ndio wasimamizi katika ngazi za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, kikao kazi hiki ni fursa ya kuwajengea uwezo wa kuwaelimisha jamii na wadau kuchangamkia fursa za Chan na Afcon zinazotarajiwa kujitokeza kwa wingi kutokana na maandalizi mazuri na mazingira bora kwa jamii kunufaika, ambayo yamewekwa chini ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ni kushukuru sana Kudla Kimsola kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Mbogwe mkoani Geita Nicodemas Maganga amesema ataendelea kusimamia kwa karibu matumizi ya fedha zinazotolewa na serikali kuu kwa ajili ya kutatua changamoto za wananchi na kuboresha miundombinu ya jamii. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Mbunge Maganga ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Ushirika, mkutano uliolenga kusikiliza kelo za wananchi na kutoa taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo chini ya serikali ya awamu ya sita. Amesema ni wajibu wa viongozi watendaji kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinatumika kikamilifu kwa ajili ya kuboresha huduma za msingi kama elimu na afya badala ya kuishia kwenye matumizi yasiyokuwa na tija. Kuna pesa huwa zinakuja za capitation. Nataka nijue tuna wanafunzi wangapi hapa na pesa shilingi gapi mnapokea hapa? Zinafanya nini? Zinasimamiwa ipasavyo? Matokeo yake serikali inaonekana haifanyi kazi. Mwisho wa siku Mheshimiwa diwani, heshima zetu zitaisha. Mimi nashiriki kupitisha matilioni na mabilioni. Ninyi hapa ushetu mnalipa kodi. Ushetu, hata mna simu huwa mnaweka vocha, zinakatwa zina zile pesa na serikali pesa zile kisheria zinatakiwa zirudi hapa Ushetu, zije ziwasaidie Ushetu kwenye upande wa elimu. Ndio maana kuna fungu la ambalo huwa tunalitenga linapita kwenye wizara ya elimu. Kwa upande wake diwani wa kata ya Ushirika Deogratias Shayo amesema dhamira yake ni kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi na si kugawa fedha kwa ajili ya kujipatia umaarufu wa kisiasa. Tumekuwa bize kuwasaidia wananchi bila hata mmoja kunyanyasika kuna watu wachache ambao wanafikiria mimi napaswa kuwa nachomoa milioni zangu pale shuleni, alafu niye nizigawe ili kesho mimi nikiwa diwani nianze kuwachuma wananchi. Hiyo ni uongo. Mimi nina fedha zangu binafsi ambazo zinaendesha taasisi yangu. Kwenye udiwani nimekuja kuhakikisha kata hii ya ushirika inakuwa na maendeleo, kuhakikisha kata hii ya ushirika kunakuwa na usalama, kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya biashara zao kwa amani kubwa. Wakati huo huo, baadhi ya wananchi walioshiriki mkutano huo wameelezea changamoto ya walimu kukosa makazi katika maeneo yao ya kazi, hali inayowapa ugumu wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Pamoja na kwamba kuna mengine yameongewa, yenye darasa letu na hospitali, hasa hasa na nyumba zinatakiwa tujengwe nyumba kwa sababu mwalimu anakaa kwenye nyumba moja yenye vyumba viwili, halafu ni kushukuru sana kwa hilo. Kwa pamoja, wananchi na viongozi wamekubaliana kuwa changamoto zilizopo zinahitaji mshikamano, uwajibikaji na usimamizi madhubuti wa rasilimali ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inaleta matokeo chanya kwa jamii. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, wanachama wa chama cha mapinduzi na watanzania kwa ujumla wametakiwa kujiepusha na vitendo vya rushwa, ili kupata viongozi wenye sifa watakaosaidia kuleta maendeleo. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Kauli hiyo imetolewa jini Dar es Salaam na katibu wa itikadi na wenezi wa CCM wilaya ya Temeke Ali Kamtande, katika mkutano na wanachama wa CCM tawi la Buza njia panda uliokutanisha pia wana CCM kutoka tawi la shukrana la visiwani Zanzibar walokuja jijini Dar es Salaam ikiwa ni katika kuimarisha muungano na kubadilishana uzoefu ambapo amesema viongozi wanaopatikana kwa rushwa hawawezi kuleta maendeleo mbali na kuwataka wana CCM na Watanzania kujiepusha na viongozi wanaopatikana kwa rushwa, pia amewahimiza kuendelea kudumisha amani ya nchi kwa kujiepusha na wanasiasa wenye nia ya kuleta uvunjifu wa amani, huku akiwahimiza kuendelea kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa muda ulioongezwa. Chama cha fani chama cha miuza kibaya, utumie nguvu kubwa naeleweka vizuri, kuna wakati unafika. Huyo anayetumia nguvu kubwa, huyo mnamkubalia, afu ndani ya miaka mitano tunatafutana, mwenyezi tunafanyaje? Huyu mwana hata tu muelewi kabisa mie tena, ile elfu thelathini si ndio ulioitumikia? Ile laki moja si ndio ulioitumikia? Nendeni mkatafute wabunge, madiwani, wawakilishi wale ambao mtaishi nao katika kipindi cha miaka mitano kukipigania chama cha mapinduzi. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM tawi la buza njia panda Twalibu Abdallah amezungumzia umuhimu wa wanachama kutoka Zanzibar na Tanzania bara kushirikiana kwamba wamekusudia kuendelea kuimarisha muungano kwa vitendo na kueleza namna tawi limewezesha vijana kiuchumi. Lengo na makusudio ni kusimamia vizuri ilani ya chama cha mapinduzi kujenga uhusiano wa pamoja na ushirikiano katika chama ili kuwezesha chama chetu kiendelee kushika dola. Sasa haya ni mafikiano ambayo tumeaweka sisi baina ya tao ya Njia Panda na ndugu zetu wa Shukrana kule Zanzibar. Sisi tunasema kwamba umoja huu ni mzuri na umoja ni safi natakiwa, wengi, yake, bara, jamu, kwa sababu huu unatakiwa sisi Watanzania wengi, sio kama Zanzibar tu pekee yake, hata huko Tanzania bara tungefanya hili jambo kwa kuunganisha hata na matao mengine katika kufanya uhusiano kama tunavyofanya na watu wa Zanzibari. Katika mkutano huo, katibu wa CCM tawi la Shukurana la Visiwani Zanzibar, Hamisi Juma Hamisi na katibu wa CCM tawi la Buza Njia Panda, Fadhila Shabani wameeleza namna ambavyo serikali ya awamu ya sita ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Dr. Samia ambavyo imefanya maendeleo na kuwawezesha vijana huku mmoja wa wananchi akieleza namna walivyowezeshwa. La kwanza ni imani yetu ni nguvu zetu za wanasisem sisi wanasisem tuko wengi katika chama cha mapinduzi lakini kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya hayataki hata kuelezewa. Tumetekeleza ilani ambayo wananchi tuliwaahidi kwa asilimia mia au na zaidi. Kwa hiyo hicho kimoja ambacho tunajivunia kuona kwa kwamba sisi tunaweza tukashinda kwa asilimia ambayo tunaihisi hiyo hiyo kubwa. Vijana wengi wamejitokeza kuchukua mikopo ya asilimia kumi ya mama. Wengine wamejiboresha kupata bodaboda bajaji vijana wengi sasa hivi wameanza kujinua kiuchumi na kujipatia kipato. Tofauti na mwanzo, kulikuwa na vijana wengi walikuwa hawana ajira lakini walikuwa wapo wapo tu. Wengine wanatoa pesa, lakini safari hii wao kitoa kanga, hakuna mtu atakayeweza kudanganyika na kanga. Mwanzo, kweli, watu walikuwa hawana uelewa lakini sasa hivi watu wana uelewa. Unaweza ukatoa kanga yako lakini utakakuna tu kawaida. Kwa sababu ile kanga atakayokupa muda wa miaka mitano, ukija kupiga mahesabu ile kanga na thamani yake wetu yale ushaumia. Kwa hiyo tunajikita sana kutoa elimu kwa kina mama na vijana, na hata hivyo tunaomba tena, kwa sababu hata vijana huku kwetu Buza wamepata mikopo wamepata vitu kibao tu vya serikali. Kwa kweli tunashukuru katika tawi letu, tunampongeza sana mama Samia. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Wazee wilayani Rufiji wamefanya dua ya kumwombea waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI ambaye ni mbunge wa jimbo la Rufiji Mohamed Mchengerwa na kumtakia heri katika utekelezaji wa majukumu yake ya kitaifa pamoja na majukumu ya kuijenga Rufiji kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Taarifa iliyoandaliwa na richo Chacha inasoma studio, na Nancy Ibrahim. Dua hiyo imefanyika katika msikiti mkuu wa jumuia ya Ikweriri na mitaa mbalimbali ya Ikweriri ambapo wananchi wa Rufiji wamepata fursa ya kuombea leo mbele za haki kuliombea taifa liendelee kuwa na amani na utulivu na kumwombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na viongozi aliowateua ili waendelee kulitumikia taifa kwa uzalendo wakizungumza katika mahojiano maalum wazee hao akiwemo Darueshi Rwanda mkazi wa, wa Ikwiriri amesema dua imelenga kumwombea Mchengerwa kwa sababu ameleta maendeleo, amani, utulivu ndani ya Rufiji. Naye kiongozi wa Al-Qadir ya wilaya ya Rufiji, Yusufu Kinjogo, amempongeza waziri Mchengerwa kwa namna alivyoiletea Rufiji maendeleo ambayo yamechangia ame, mabadiliko ya kifikra kwa wananchi. ziki yetu ya leo sisi imelenga kwa ku, ajili ya kumwombea dua ndugu yetu Mchengerwa katutengenezea amani tulikuwa tunapigana hapa tunauana Wasukuma, lakini kaja yeye katuweka sawa. Sasa hivi wafugaji wako sehemu yao na sisi tupo sehemu yetu, na tunaendelea na maisha mazuri. La pili kuitengeneza sehemu yetu ya kijiji chetu cha Ikulili, ukibadilisha kuweka lami katika mitaa mbalimbali, tunamshukuru kwa kuibadilisha Rufiji na kuwabarisha wana wanarufiji, kutoka katika mandhari ya zamani. Sasa hivi inabadilika Rufiji ya leo. Tulikuwa tunapata shida za aina mbalimbali, hatuwezi kuzihesabu, lakini niseme tu, mtu aliyekuja Rufiji miaka ya nyuma akija hivi sasa anaweza akasema kwamba akafika Kariakoo, mitaa yote imewekwa lami. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ama washukuru wote walioandaa wa dua hiyo ya kumwombea kuombea viongozi waliotangulia mbele za haki, kuliombea taifa na viongozi wa serikali. Nichukue e, fursa hii kuwashukuru sana e, wazee wa Rufiji na wananchi wote wa Rufiji kwa kuandaa e, shughuli hii ya leo. Niwashukuru e, watu wa Twalika wilaya Rufiji ambayo imejumuisha Rufiji yote, Rufiji ya leo na Rufiji ya zamani, maana yake wapo watu wa Kibiti, kutoka Kibiti kutoka Kilwa kutoka e, Mafia na maeneo mengine yote, Muhoro na maeneo mengine yote ya Rufiji, ambao wamejumuika siku ya leo kwa ajili ya dhikri tukiwakumbuka wazee wetu waliotangulia mbele za haki, tukimkumbuka Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kukumbuka wazee wetu, e, babu yangu ambaye alikuwa kiongozi wa Twalika hapa wilaya ya Rufiji katika miaka mingi iliyopita. Lakini leo ni washukuru wananchi wote kwa ujumla ambao wamejumuika kwenye shughuli hii ya kumuomba na kumwombea Mtume wetu Muhammad lakini pia kuwaombea viongozi wetu, kumuombea mheshimiwa rais na viongozi wengine ambao mheshimiwa rais amewateua katika nafasi mbalimbali mbali. Na sisi wenyewe kujiombea wilaya yetu ya Rufiji kuwa na utulivu kuwa na mafanikio katika kilimo na mambo mengi kadha wa kadha. Kwa hiyo leo ni shukrani tu na, na niwashukuru sana wazee ambao tumejumuika kwa pamoja toka asubuhi mpaka jioni hii ya leo ambapo tumehitimisha tume kwa dhikri hii kubwa ya kumkumbuka Mtume wetu Muhammad. Wa salam. Ni kushukuru sana nasi Ibrahim kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na wanahabari wetu Recho Chacha. Madereva wa pikipiki maarufu bodaboda, bajaji na wafanyabiashara wadogo maarufu machinga wametangaza msimamo wao kuwa hawapo tayari kushiriki maandamano ama mkusanyiko wowote unaoweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuharibu biashara zao. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeyo inasomwa studio na Goodluck Msolla. kaulio ni kufuatia chama cha demokrasia na maendeleo chadema kupitia makamu mwenyekiti wa chama hicho kuwataka wananchi wakiwemo machinga na madereva bodaboda kuandamana kuelekea mahakama ya Kisutu Aprili 24, kwa ajili ya kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa chama hicho, suala ambalo linaelezwa kuwa ni kinyume cha sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa machinga ya taifa ambaye pia ni mwenyekiti wa machinga Kariakoo Steven Rusinde amesema maandamano hayo hayana masilahi na wafanyabiashara wadogo, yaani wa, yani wa machinga, na kwamba hawapo tayari kushiriki mambo ambayo yanaweza kuhatarisha amani na kukwama kwa biashara zao. Jambo la kwanza e, chama cha Chadema juzi walitutaja kwamba tuwe sehemu ya maandamano tarehe ishirini na nne sisi machinga kwenye kundi letu, lakini wakatajwa ndugu zetu ambao huaga tunaamini kwamba sisi baba mmoja, mama mmoja, bodaboda na ndugu zetu wenye ulemavu. Sasa sisi kama machinga tumejitokeza hadharani, kwanza kukataa kata kata maandamano ambayo yatafanyika na kikundi chochote na taasisi yoyote, maandamano hayo kama yapo kinyume na utaratibu na sheria za nchi yetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wote machinga, tunapoamka asubuhi sisi kazi yetu ni moja tu, kutafuta riziki, kuhakikisha kwamba tunatoka hapa tulipo. Tunamuunga mkono mheshimiwa rais kuelekea kwenda kuwa walipa kodi wa baadaye. Kwa hiyo muda wa kufanya maandamano sisi kama wafanyabiashara wadogo hatuna. Kwa upande wake Saidi Kagomba ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya madereva wa bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam amesema maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda na bajaji hawapo tayari kushiriki maandamano hayo, kwani mambo yote muhimu waliokuwa wakiyahitaji serikali imeweka mazingira bora, lakini itambulike katika hayo mazingira ambayo wanasema tuweze kuyahudhuria. Sisi moja, madereva usafirishaji, tulishakuwa tuna shida hapa ya kuingia mjini, tulipata tabu sana, lakini hatujawahi kuona hata siku moja kwamba hicho chama ambacho kinatuhitaji leo na kuona umuhimu wetu tukaweza tukashirikiana nacho lakini leo tumepewa uhuru wetu mkubwa, tunafanya kazi mahala popote, tunaweka vituo mahala popote na tunabeba abiria kuelekea naye mahala popote. Kwa hiyo tuseme tu kwa kupitia tangazo lao la makao wao, mwenyekiti kwamba kusema sisi waendesha bodaboda na bajaji tuhusike katika hayo maandamano, moja sisi na kuwataka madereva wangu wote wa mkoa wa Dar es Salaam na hata wa nchi nzima hatutahusika katika swala hilo la maandamano ya siku ya tarehe ishirini na nne. Lakini lingine lazima lieleweke, Mheshimiwa Rais alishatoa maliziano ya kisiasa. Kwa hiyo kama wao wana mambo yao ya kisiasa, wakutane na Mheshimiwa Rais waweze wakae, wajadiliane, mwisho wa siku tuweze kuishi, kwa sababu naamini na tunaamini na, tuna na tunatumaini kwamba nchi yetu ni nchi ya amani nchi yetu ni nchi ya uhuru. Naye Gosbeti Kajalana, mwenyekiti wa kundi maalum la madereva wa bajaji eneo la Feri, amesisitiza kuwa watu wenye ulemavu ambao ni madereva wa bajaji hawatoshiriki katika maandamano hayo. Kwa kweli, sisi kama sisi walemavu, hatuna mpango huo wa kushirikiana masuala kama hayo. Kwanza tunatambua jinsi maandamano yalivyo na athari zake endapo kama ni amani basi, na maana viongozi wote wahusika watakuwa wameruhusu watafanya kwa amani, lakini sisi kwenye kuandamana nao sisi hatupo. Ndugu waandishi wa habari, na wahakikishia kwamba sisi walemavu sio walemavu wa zamani walivyokuwa, tukichukulia mlemavu jinsi alivyo, kwa kweli anahitaji amani popote pale anapohitaji kwenda. Leo hii tunafanya shughuli zetu kwa amani zote na viongozi wetu wa nchi wanalitambua wa hilo na wanatuendo vizuri sana. Ni kushukuru sana Gudluck Msolla kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa Dynamic Agriculture program inatarajia kuwafikia zaidi ya wa wakulima 2025 kupitia tamasha la kilimo litakalofanyika kuanzia Aprili 25 hadi 31 katika kijiji cha Jojo, kata ya Santilia, wilaya Mbeya, ambapo pia tamasha hilo linatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kiuchumi kwa wakulima wa maendeleo ya kusini mwa Tanzania. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyango inasomwa na Nancy Ibrahim. Mratibu wa tamasha hilo Fadhili Alisoni amesema kuwa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 Tumezoea zamani kwamba kila mtu anachanganya tu chochote, mkulima anachanganya mbolea hii na mbolea hii kupata matokeo, lakini kilimo ni sayansi. Kwa hiyo kwa kupima afya ya udongo, kufuata maelekezo ambayo ndugu zetu wa TFRA wanafanya, tutaweza kufanya kutoa elimu kwa wanakijiji wajojo katika maonyesho haya. Kwa hiyo tunaomba sana wazingatie, sababu ni fursa ambayo imewafuata kwao, tofauti na nane nane ambayo inafanyika mkoani huku. Zaidi ya kuwa jukwaa la mafunzo, tamasha hilo litatoa fursa za kibiashara kwa taasisi za fedha, kampuni za pembejeo na wadau wa soko la bidhaa za kilimo, suala ambalo linatajwa kuwa ni fursa kiuchumi inaweza kuvutia uwekezaji katika mkoa wa Mbeya. Kwa mara ya kwanza, tamasha la kilimo linafanyika nje ya maonyesho ya nane nane katika mkoa wa Mbeya jambo linaloashiria mabadiliko ya kimkakati katika kukuza ushirikiano wa sekta binafsi na taasisi za maendeleo vijijini ikiwa ni ishara ya jitihada za kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, viongozi mbalimbali mbali duniani waendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Papa Francis.